Ni kweli tukio limetokea katika kijiji cha Tumbi, kitongoji cha Kipera Magharibi. Simanzi na taharuki vimetanda katika kitongoji cha Kipera Magharibi, kata ya Tumbi, manispaa ya Tabora, kufuatia kupatikana kwa mwili wa kijana Joseph Madaha aliyekutwa amefariki shambani, huko mwili wake ukiwa na majeraha ya kushambuliwa. Inadaiwa kuwa kifo cha kijana huyo kimesababishwa na kundi la watu wasiojulikana waliomshambulia usiku wa, wali wa kuamkia jana kwa tuhuma za kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mke wa mtu, kama wanavyoeleza mashuhuda na ndugu wa karibu wa marehemu. Kwa kuwa, yani anainuka tu kuchukua kuku jamaa wakatinga kumwambia bwana, ukamuuliza wewe bwana hapo umekuja hapa wewe nani? Anasema mimi hapa nipo hapa kwa, kwa, kwa, kwa shemeji yangu. Sisi tuna shida na huyu mtu, alipotueleza yeye sasa shemeji yake bwana huyu bwana tunashinda naye. Walipofika tu pale, wakaanza akachezea kipigo, kaanza kupigwa pale, kapigwa sana pale. Anasema pigwa sana mabapa ya panga, hawajamkata kwanza, wamempiga tu sana pale. Baadaye ndo akawauliza jamani, mbona mnampiga mnakosa gani? Yeye akasema shemiji yake bwana, bwana, bwana, wakamwambia wewe haya, kuhusu tulia kwanza, wamempiga pale, baadaye ndo tunakupa waka, waka, tusaka ujumbe kidogo tu tumekuja kwa huyu jamaa ana, ana, ana, ana, ana, anafanya mapenzi sana wake za watu, kaina maana, tumekuja kumuonyesha na simu hii hapa. Wakamuonyesha simu yule bwana, wakamuuliza yule marehemu, simu hii ya nani? Akasema nilimnunulia mwanamke. Ni mke wa nani? Ni mke wa mtu. Ulimnunulia kwa nini? Kwa ajili ya mapenzi. Eh, ndo pale sasa ndo akachezea kipigo. Baadaye wakaondoka, wakamwambia sasa sisi tunakuwekea alama, hatukuui, tunakuwekea alama ya ya, ya ya paka kufa. Toka wakamkata sikio, wakaondoka na kuondoka Tulipofika sasa hapa kwenye mji tukakuta kinyesi hapo, tukakuta sikio na damu ndani, tukaangalia damu godoro mle limechanwa kabidi. Sasa tukakaa tuka sasa tuka tukamiza jamani, twendeni tukabidi tumtafute, twendeni tuelekee magharibi. Tumeelekea tu kidogo tu hapa tu watano, tukaona miguu yake inaelekea magharibi, kidogo tu tumeenda situpo wengi. Tumefika pale nikumona kwa mbali tu jamani, huyu hapa mtu yuko hapa, kufika hapo kumkuta kweli mtu kashakufa.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 ila familia yake ipo Kigoma. Ni ombi langu watu watafutwe na wakamatwe. Mwenyekiti wa kijiji cha Tumbi, ndugu Rajabu Hamsini, amelani vikali kitendo hicho na kuwataka wananchi kuacha tabia hatari ya kujichukulia sheria mkononi. Ni kweli tukio limetokea katika kijiji cha Tumbi, kitongoji cha Kipera Magharibi, kijana Joseph Madaha ameaga dunia